Wakati wananialika alikuwa nawaambia ye, mnanialika kwenda kufungua tawi tu. Mimi hamjui viwango vyangu, mi nataka mambo makubwa mazito. Wakanambia wakanambia, wakanambia we njo tu, utaona kule. Nilipofika pale nilifikiri tumefika ofisi ya jimbo kwanza, alafu ndo tuende kwenye hilo tawi. Mashallah, tawi nzuri, mmefanya kazi nzuri, ongereni sana ndugu zangu, wana CCM Tumefanya kazi nzuri sana katika uandikishaji, katika daftari tumefanya kazi nzuri sana, nakupongezeni sana. Kilichobaki ni kimoja tu, na nayo ni siku ya kupiga kura. Sote tuliojiandikisha tutoke tukapiga kura. Tukifanya hivyo, ndugu zangu, tutashinda kwa ushindi mkubwa sana. Tuondoe maneno maneno ya jamaa zetu wale, maana wale wanatafuta sababu, tuwashajua kwamba hawatuwezi lakini wanatafuta sababu. Kwa hivyo, ningependa nikushahihisheni ndugu zangu nyote, safari hii asiwepo hata mmoja ambaye kajiandikisha lakini hatokwenda kupiga kura. Sote tukapiga kura, na mimi sina shaka kwamba tutashinda kwa kishindo kikubwa sana, na tutaendelea kuiongoza nchi hii na tutaleta maendeleo makubwa zaidi kuliko haya ambayo